Hey, this is CRDB, uh, benki ni simbenki humu tu. Yeah. In English, humu tu, inside the ear. <laughs> Welcome. Hamisa, uh, tunakukaribisha sana uweze kuzungumza. Watu tulikuwa tumeanza kuona tangu live, tumesikia ukiongea ukisema humu tu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 Mimi. Mimi nimeandika. Mimi nimeandika.

Sinio jamani, mpaka e, mwakani mwakani ni atakuwa tayari ameshamasa. Okay, kabla sijaendelea kuchukua muda, ni kwamba kwanza benki ni sim banking na CRDB ndio benki ambayo imekuwa inajali sana wateja na bila kusahau zawadi za hapa na pale hazikosi na masurprise, kama tulivyosema masurprise ni benki. Lakini leo tuko hapa kwa ajili ya masurprise ambayo na juu hapa, ndugu zangu, akina Eldo alishasema wa, lakini kuna ndinga kali sana hapo nje ambazo zina zinasubiria zina tu watu watu wenyewe. Yeah, so bank me say banking na sorry, ni humu humo tu tenzi. Mimi najua sorry vizuri sana kabisa. Yeah. <laughs> Asante.